Stori kubwa kwa wanamichezo hapa nchini hivi karibuni ni juu ya fainali mnyama Simba ambaye ametinga fainali ya kombe la shirikisho la barani Afrika, lakini Yanga Africans yeye uh, anacheza fainali ya muungano Cup pale Zanzibar. Uh, mimi ni Sostenes Ndunguru, nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Nazungumza habari za michezo, na wakati huu niko na shabiki wa Simba Mandala ambayo yuko hapa. Nataka nizungumze naye kidogo. Mnyama Simba ambaye kipindi hiki ametoka uh, kutinga uh, hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ambayo wana Simba wameisubiri kwa muda mrefu sana. Yeye yeah. anazungumza nini baada ya mnyama Simba kutinga fainali. Lakini wapinzani wake Young Africans pale Zanzibar visiwa vya Pemba uh, wapo kwenye fainali ya muungano anawatakia heri. Tunazungumza mengi na Mandala, Simba, na Simba atakwambia uh, mnyama Simba Kombe anachukua, au hachukui, Mandala, mm, uko vizuri? Ah, mimi niko vizuri, nina furaha. Yani, unajua mashabiki wa Simba ki kipindi cha furaha, kipindi cha happy. yani uh -huh. kila mwana Simba sasa ana furaha. kombe lenyewe la luza hili, ah kombe la luza, ujue kuna kitu tukijue. hata Simba, uh -huh. angekuwa anacheza Yanga ile kombe, sisi Simba tukisema luza uh -huh. sisi tunacheza Yanga anasema luza. Kwa hiyo Simba na Yanga <coughs> ni vitu vya kawaida katika upinzani wa kukosoa Yaani hamna shabiki wa Yanga akasifia vitu vizuri vya Simba. Hamna shabiki wa Simba akasifia vitu vizuri vya Yanga, lakini ukweli utabaki pale pale. ili kombe ni kubwa katika makombe makubwa ya Afrika, la kwanza klabu bingwa, la pili kombe hili vilabu, ndio kweli kombe la kwanza klabu bingwa. Na kuna African Football League. Sawa, yeah. Lile kombe lile lipo, lakini linaenda kutokana na miaka makombe ya kila msimu, kwamba la kwanza klabu bingwa a ila muungano sio kombe muungano ni bonanza la kutengeneza muungano wa nchi kati ya Tanzania visiwani na Tanzania bara. Ndio maana ikaitwa kombe la muungano, lakini ile sio kombe, ile ni bonanza. Kutaka kugundua bonanza, angalia kuna timu nyingine zinacheza mechi nyingi. Kuna timu nyingine inaenda inacheza mechi moja ya pili fainali, umeona tofauti wake, lakini kuna timu zimecheza mechi hadi zipo, lakini kama Yanga imeenda mhe mechi ya, ya kwanza ya pili fainali. Kombe alipo katika mfumo huo, kombe lazima liende kiutaratibu. Si kombe alitambuliki kafu huku, aanzi hatua za awali kutokana na point. So si usipoteshe uma, usipotoshe uma, watu wa mpira. Simba aanzi hatua za awali kwa sababu kulingana na point alizokusanya, au club giant, yani club kubwa. Simba ni mkubwa na alama zake nazo ni, ni nyingi. Kwa hiyo kama Simba na alama nyingi lazima anzie atua. Ya, atua, ya, tunasema sekondari yani atua sekondari huko acha primary. Eh, si ndio? Lakini kule lile sio kombe, lile ni bonanza ambayo linaunganisha mataifa haya ambayo Tanzania visiwani na Tanzania Zanzibar, yani kama tunaenda kuleta uzalendo wa muungano wetu, lile sio kombe ukitaka kuamini kwamba lile sio kombe hata Kafu alipo alijasajiliwa, hawa ujui? nambie kombe la kwa shirikisho la mpira Tanzania na Afrika linaitwaje? no no, nakuuliza swali, shirikisho la mpira Afrika linaitwaje? Kafu, yeah. Je, lile kombe Kafu lipo linatambulika? Tuache ni siasa kwenye mpira, tuacheni maanae kuna muda mtaongea vitu mtaonekana wapumbavu. Kuna muda mtaongea vitu watu waonekane hamna elimu mtasababisha hata TCRA, TCRA, waanze kukusimamisheni kazi waanze yu... kufuatilia vitu vyenu. Haiwezekani, ngoja kwanza sosi, haiwezekani. Mchambuzi mkubwa unakaa kwenye kamera tu unaaminisha umma kwamba eti kombe la shirikisho ni dogo kuliko kombe la muungano. Kwanza kombe la muungano sio kombe, ni bonanza. Kwa, ili tulite kombe litakuwa lisajiliwe kafu litambulike, alafu unasema wewe ni mchambuzi mkubwa, una, una vitu vyako. Kuna muda lazima tuangalie vitu tunavyoviongea. Sostenes Kili, jana, jana nilikuwa na mwalimu Yanga jana, mwalimu akasema eh, kombe la Muungano ni kubwa mno kuliko kombe la shirikisho. Ujue unapoaoji mashabiki wa Yanga na kwa kipindi hiki lakini uh-huh, mwwe mnatembea na madaktari wanaochunguza akili kwa kipindi hiki. E, kaya. Kaingia faina, kwa, kila mtu kachanganyikiwa sasa hivi <laughs> kila mtu karogwa, kila mtu akili zake anazijua mwenyewe. Wanalopoka mashabiki wa Yanga haeleweki e, wa, kuna wanasifia Simba, kuna kuna kidogo enye akili kama kuna mdogo mdogo wangu mmoja anamuona anasema ni awezekane ufanishe kombe la shirikisho na lile yaani huu ni ujinga. Kuna wengine ndio kama hao. Kwa hiyo matakiwa sasa hivi, mnapoenda kwa hoja hawa mashabiki wa Yanga, mtembee na madaktari wa akili mumpime kwanza akili zake ziko sawa, mtu hajashtuliwa kwa sababu watu wamechanganyikiwa, iki kipindi watu hawajielewi, wanalopoka tu wanaongea tu. Wewe hujaona watu wanalia kule kwenye kombe la bonanza? Hujaona msheri analia machozi watu? Yani ile Pemba nzima imeinuka ile Gombani yote imeenda tu, tunajua kuna msiba pale uwanjani, kilio, uwanja mzima. Hamed alilia kwa sababu kuingia nusu finali kombe la kafu shehe Hamed alilia kwa sababu kuingia fainali kombe la kafu, kama alikamwe sasa, tukumshangali kama walivyozimia kuingia robo fainali ya ligi, so, ya mabingwa alikuwa shirikisho ile, ah, no no, no so, dadi, na na na goldine, hakuna kumbira. Kazimia kombe la shirikisho kipindi anaingia fainali ah. Alizimia kule, usipurudishe mada huku, yeah. Kama kazimia kule lakini, sasa hatukumshangaa kwa sababu ni mchezo zidi ya Muarabu Bilosdad, hatukumshangaa, hatujamwekea question mark kwa sababu tunajua lile kombe ni kubwa. Kubaliane kwanza, alizimia kwenye mchezo wa zidi ya Bilosdad wa kutinga robo final. Hata At, kama hata kama hoja yangu ni kwamba kule hatuwezi kumshangaa kama kuzimia kwake mm. kwa sababu kombe ni kubwa hatuwezi tu... eh, kukushangaa wewe unazimia kombe la muungano au unaungua kilio kilio, uwanja mzima, watu hawaamini, wanalia, sisi tunashangaa. Kwa hiyo kuna muda tuheshimu mpira, na huu wakati mashabiki wa Yanga watulize vichwa vyao, watakuja kuonekana watu wasioeleweka. Huu ndio mpango mzima, mdogo wangu Sostenes Nguru, ubingwa sisi tunachukua, na hii salamu nataka niipeleke, ujue trendi zinaendelea mitandao, tunaona kwamba injinia sisi aje atu aipongeze, ni lazima yani, kama yes, ajue ah, sisi atumuombi wana, wana, wana, wana, wana, wana, wana. Sikiliza eh. Sisi atumuombi. Mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Sisi hatumuombi eh, ila kwa protokoli za kazi eh, yani unaelewa maana protokoli za kazi eh, ni lazima kuipongeza Simba, ni lazima kuwavalisha medali wachezaji wa Simba eh, ni lazima kuvaa jezi ya Simba siku ya fainali. Note lazima vitu vikatu, nimekutajia kwa protocol za kazi yake anayoifanya yeye, kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani y Afrika. Afrika na wa klabu chake na ni uzuri, ni moja klabu kilabu chake ni Simba, na imetinga fainali na imetinga uzuri katika ardhi yake ya Tanzania. Utasababisha kafu wa kushangae wewe, timu ya ardhi ya kwako wewe, wewe ndo mwenyekiti wa vilabu unashindwa kuiunga mkono hiyo klabu utasababisha watu wawe na question mark katika uongozi wako wewe. Ni lazima sio? Unasemaje, eh? Tunampa siku hizo, she, siku ngapi? Mbili, eh. Injinia, tunampa siku mbili ajitokeze hadharani, eh. na kuiunga mkono Simba Sports Club na kuipongeza Simba Sports Club na kuonyesha kwamba yeye ni mwenyekiti wa vilabu eh, siku mbili tu, two day online. Do you understand English? Eh, unatoa? Listen to me eh. Tu day hole. Kwa nani? Tunampa engineer Ellis. Ajitokeze mbele ya kamera haje Simba, kuipongeza Simba Sports Club na kuiunga mkono Simba Sports Club, kwa kutinga fainali kwa, kwa sababu yeye ndiyo mwenyekiti wa vilabu na kile cheo ajashikiwa fimbo kakitaka mwenyewe kakipokea kwa mikono miwili na kasaini kwa hiyo hautakiwi kubagua kilabu chochote. Uzuri timu iliyoingia fainali imetoka katika hali yake yeye ya Tanzania. Utashangawa wewe viongozi zako, atakushangaa mwenyekiti wa vilabu, timu imetoka kwako imeingia, kwa nini usipongeze? Lakini watu wanahoji, mbona nyinyi wana Simba kumpongeza yeye alipochaguliwa kuwa mwenyekiti wa vilabu? Hiyo ukimwona mtu anakuuliza swali hilo huyo inaonekana. Kwa sababu tuongee kidogo, mfano rais, nikuuliza tu, mfano Rais Mama Samia, rais wa nchi

lazima yaani ni resource protocol za kazi. Umeona mfano ili uelewe, umeona Chadema. Chadema takataa kuungwa mkono na rais, lakini kwa protocol za kikazi lazima, kwa sababu wananchi wote ni wa kwake. Kwa hiyo ndio yeye injinia, haungwe mkono, asiungwe mkono, ni lazima kuwapongeza Simba, ni lazima kuwavalisha medali wachezaji wa Simba ni... ajitokeza hadharani kwanza, aiunge mkono Simba na kuipongeza Jambo la pili avalishe wa medali wachezaji. Jambo la tatu avae jezi ya Simba kwa protocol za kazi, nyuma imeandikwa Engineer Harris, tunaandika namba tisa mgongoni. Uh -uh. hiyo kitaalamu, shee Engineer Harris, namba tisa mgongoni, jezi ya Simba, mnyama Simba Sports Club. lazima avae, si ndio? mwenye kiti kuna vyeo vitakotokea Pwani, kuna vyeo vitakotokea Pwani. Mangungu sio mjinga, Mangungu alikikwepa che, alijua siku yanga tengea fainali, nitengea kwenye mtego huu um, mtego hawezi kutoka, yaani unajua, lazima na kama asipofanya hivyo vitu, sisi tunapeleka barua kasi kupinga uongozi wake. Sio kiongozi quality, uh -uh. Kiongozi mwenye ubaguzi na sifa wa kiongozi utakii kubagua makundi. Asipo wapongeza Simba, kasi. Yani asipo tupongeza tunapeleka mashtaka kasi kumfungulia kesi. Hana sifa za uongozi, sifa kiongozi atakii kugawa makundi. Kiongozi anatakiwa wote wa kwake wawe wapinzani, sio wapinzani, wapinzani, wapinzani wote ni wa kwake. Hii ni elimu natoa ya bure tu, ni elimu tu ya bure, yaani ili uwe kiongozi bora, wapinzani sio wapinzani, wote ni wa kwako wewe, na wote wakombatie, na wote wafanyie maendeleo. Kama unabagua wewe sio kiongozi. Kwa hiyo tuna wasiwasi na wewe, ili injinia asije kuonekana sio kiongozi bora. Hili swala lazima tuone uongozi wake, na endapo akifanya hivi, ndio atakuja kuonyesha dunia ah, ni kiongozi bora. Kwa hili limemwelemea, ndo tutakapojua yeye ni kiongozi bora au sio bora. Yaani hapa ndo mtego swala. Kimbilia tu vyeo, hawajui na kazi gani. Hii ndo kazi sasa, iko kote kwa anapita pita tu, anaenda sijui tunzo sizote. Hii ndo kazi sasa. Hii ndo kazi imeanza injini hapa. Hiyo bado tuone kazi yake imeanza. Je, kweli wewe mfanyakazi kweli wewe unakizi? Unakizi? Yaani wewe mbunge, umechaguliwa mbunge wa Kawe, halafu unaanza kubagua wananchi, tena Chadema mimi wanihusu. Wewe sio kiongozi. Kiongozi wote wako kwako. Hii ni lazima. Kwa hiyo sustenance sisi kama wana Simba tunakiri kweli hatukumuunga mkono. Na tunakiri kwamba si hatukubaliane naye, lakini kwa kuwa yeye alipewa kile cheo hii ndio kiongozi wa vilabu, ni lazima. Yaani sisi tupende tusipende ndio kiongozi hey. Na yeye apende asipende lazima aje kuipongeza Simba. Uh, uh, vilabu vyenyewe ndio sisi. Sasa nani? Kwani sisi tupo Uingereza? Hapana. Hapa si Tanzania. Tanzania si Afrika, Afrika. Yeye si mwenyekiti wa vilabu Balani, anafanya kazi gani? Siku mbili engineer, siku mbili ujitokeza tena. Hizo siku mbili zikiisha kama hajajitokeza kuipongeza Simba, tutaanza kupeleka barua mapema na sisi kazi mapema. Tuna wasiwasi na mwenyekiti wa vilabu ana ubaguzi yaani mwenyekiti wa vilabu ana ubaguzi peji ya CAF hajaposti ya kumpongeza Simba kuingia fainali. Raisi wa mpira Afrika hajapongeza, kwa nini yeye raisi wa vilabu asipongeze? Kwa nini mpaka sasa hivi yuko kimya? Kwa nini? Injinia, usijitokeze mbele uje kuipongeza Simba kwa protocol za kazi, kwa cheo chako ulichokitaka. Yaani unataka cheo, kukitendea kazi huwezi. Two day only. Awe amepongeza Simba. Two day only. Kwa kufanya congratulation for Simba Sports Club ya, finali, ya, ya finali, she, finali la sana okay. Ndugu yangu eh? Na sio finali tunamhakikishia mwenyekiti wa vilabu eh. Hatukuangushi tunamhakikishia ah -ha. eh. Bwana mwenyekiti umepata bahati eh. Kipindi kile unagombea mwenyekiti timu yako io inacheza imeshindwa kimasomaso He, sisi tunaenda kutoa kimasomaso mwenyekiti, kukuletea ubingwa ha, hatukuangushi ah, si mwenyekiti atumwangushi tunampelekea tena, tuna tena paka Jangwani kae hata siku nne alale nalo. sisi hatuna yana shee ha? tukishalibeba hatuliingizi Msimbazi, kituo cha kwanza kwa mwenyekiti Jangwani tunaliweka hilo hapo, kaa nalo, shindeni nalo. siku tatu timu yako ya Afrika imekutoa kimasomaso, sisi hapa anapoalika kwenye mikutano Uingereza huko Ulaya, akaitangaza akatangaze kwamba mimi timu yangu kutoka ya Tanzania Afrika, Afrika. Ya, kutoka Afrika. Afrika. Si gitwa, Bravo, Afrika. Na nchi yangu mimi imechukua ndoo hii hapa. Kwa hiyo sisi watu kuangusha, anaalika huko kwenye vikao PSG huko anaenda huko, tunamwaahidi yeah. Sisi hatumwangushi, sisi sio babaifu, sisi tunakuletea kombe mwenyekiti wa vilabu. Na tunakuletea paka sebleni kwako pale Jangwani ukae nao ushinde nao. Sisi hatuna yana, sisi hatuna longwa she. Sisi tuna mioyo safi wana Simba sisi. Sisi wazee wa kusamehe sisi. Tunajua cheo cha mwenyekiti kina kazi gani na ndio maana tunataka tuonyeshe thamani yake kumletea ubingwa wa Afrika. Eh, tumletee bwana hilo hapo ndo umelizika, hatuondoka nalo sisi. Unajua fainali ya Yanga, kama uliangalia kipindi cha fainali lile, kombe mkuliona, mliliona nyinyi? lilikuja hapo, sasa tunalileta. Unakuja baba Simba kishacheza kule, hapa mwari yuko pale, kaka anasubiri. ya ni si tushaja, uwanja wote umejali, uwanja wa eneo taifa la shambarabibu unakoshaja, mwari yuko pale anapumua kanimbolemboa. ndio mara ya kwanza kombe nilakanyaga hizi. Sasa unajua, lazima muelewe tofauti. wa finali jamani, Yanga finali kacheza, lakini yeye Yanga kawakilisha finali. Fainali, lazima ulione kombe. nyi kombe nyi, likimedia mli... mlipiga picha kombe, jibu kombe picha mlipiga jiuca. Kwa nini lisije kombe? Mliona sasa, unavaa medali kombe alipo, unajisifia, mimi nimevaa medali. Sikiliza, sisi Simba tunalileta kombe hapa, hali ya Tanzania linakaa pale, na likishakuja hapa alitoki, yaani likishawekwa chininguu ndio limekiwa gundi, alitoki mechi tunaenda kucheza Moroko hapa, tunakuja kufanya sherehe. Sikiliza, mechi tunaenda kucheza Moroko hapa, mm. tunakuja kufanya sherehe, kama ujui, kule si tunaenda kucheza mechi, hapa tunakuja kufanya sherehe, yaani mechi si tunaimaliza kule, huku sherehe. Bwana Mandala mimi nikushukuru sana. Nashukuru.